Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimejitokeza huko mitandaoni hususan TikTok ni kwamba mambo yamekuwa ni moto kwelikweli. Unaambiwa kwamba wadada sasa hivi wamesha give up, wameshaona kwamba siwe shida cha kufia nini, wameamua bwana kuwaruhusu waume zao waendelee tu kufanya, wa ya, waendelee kufanya yao, kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba kama ilivyoonekana kwenye utata kwenye mgogoro kwenye mzozo vutanikuvute ya Diamond akiwa yuko kati ya mabinti wawili Zuchu na mchepuko wake ambao unafahamika kwa jina la Rita, ni kwamba wanawake wameona kabisa kwamba wanaume hawawezi kutulia na mwanamke mmoja, basi kuna wanawake wameshaamua kuweka mambo bayana kwa wanawake wenzao kwamba iwapo kama mwanamke eh, ameamua kuwa mchepuko wa, wa mume wa mtu, basi ahakikishe kwamba hana maradhi ya ngono ya kuambukiza kama vile UTI sugu na magonjwa mengine kama hayo. Kwa hivyo basi ajitibie na hakikishe kwamba hana magonjwa au hana maradhi ya kuambukiza, ndipo aende kuruka na mume wa mtu. So hebu msikilize huyu bidada ambaye ametrend huko mitandaoni akiwa ametoa maoni yake kuhusiana na hiyo situation, msikilize hapo. Sawa, chukueni wanaume zetu, wachukue, wachukueni, tunajua mna njaa, hizo ni njaa, hmm? Mara nyingi tunajua michepuko, sio kwamba na mapenzi ya dhati, ni njia, tunajua njaa. Kwa hiyo katika hizo harakati zako za njaa, bibi, binti, msichana, tibia hizo uti zako, ndio ukutani na mume wangu, sio, unanielewa my dear? Hakikisha hauna uti sugu, usije ukampa mume wangu maradhi, sawa? Usije ukampa mume wangu maradhi, hakikisha hauna uti sugu, ndio